Hawa ndiye wachezaji wanne maarufu zaidi waliwahi kupewa ufalme na Young Africans. Wachezaji ambao walihakikisha Yanga wanafanya vizuri. Wachezaji ambao waliibeba timu. Mmoja kati ya wachezaji yao hatutoacha kumtaja Djuma Shabani. Djuma Shabani alifanya mambo makubwa siku ile. Umakini, kweli, kweli, haya, sikiliza. Juma Shabani, anahesabu, kuisha mpaka itakapokwisha. Haijawahi kuwa mwisho wa pindi Young Africans wanapokuwa dakika tisini nyingine. Haijawahi kuwa rahisi kucheza. Umefanya mambo makubwa blaza, ulipambania timu kadiri unavyoweza. Umeenda Juma Shabani, ila historia yako na kumbukumbu kumbu bado zipo katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Heshima kwako blaza i chenye mwanzo wa kikosi mwisho chenye marefu hakikosi kuwa na mapana. Baada ya utawala wa Juma Shabani zamu ikawa kwa king Fisto Kalala Mayele kupeperusha bendera yake. Fisto Mayele aliwafundisha watoto kutetema. Fisto Mayele aliwafundisha mastraika wa bongo kufunga. Fisto Mayele alimfundisha Mzize kufunga. Fisto Mayele alizalaulika akujulikana kabisa baada ya usajili wake lakini mechi me ya kwanza kabisa kukutana mtaani, mechi ya ngao ya jamii ndipo akajulikana Fisto Mayele. Pasi ni ndefu, Farid Musa amefanikiwa kucheza ni yeye na Mayele amechanja mbuga. Farid Musa kimkataa CJ wawa, pasi zuri Fisto No makambo no problem. Fisto Mayele ezali bien. Wananchi wanamwagika namna hii, wananchi wanatamba, wametangulia, wana kredit kwa Farid Musa aliweka pass no receiving. Baada ya kuondoka Fisto Mayele, fula ya wananchi ikaa kwenye miguu ya mwamba wa Gaduku Stefani Aziziki. Stefani Aziziki aliupa Hamli mpila na ulifanya alivyotaka yeye. Stefani Aziziki alifanya mambo makubwa kabisa pale aliposawazisha bao zidi ya mtani. Ni mzuri pia kupiga Kiki ya sasa. Kigaidiss fri aina mbabamba wakata, anasema aina mbabamba. Aishi Manula yanalia ya muda ukaenda, Aziziki naye akaenda. Sasa hivi ni zamu ya Pakom Zuzua. Pakom Zuzua ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa kabisa. Pakom Zuzua ni furaha ya wananchi Yanga wanafurahi kumuona Pakome waku Mzuzuwa amekuwa mwiba sana zidi ya Simba Sports Club. Pia Zengeli katika nafasi Pakome, alkisasi haka, kila gote litapigwa, kila kisasi kitalipwa. Inamtesa Aisha Salo Manula, Aisha Salo Manula, Manula amehangaika katika hili ya yu amekwenda upande mwingine mpira ukaenda upande mwingine. Kwa sasa Pako Mzuzu wanaumiza sana watani, kiasi kwamba watani hivi sasa wanafikiria ni mabeki gani wasajili waweze kukabiliana na kiumbe hiki. Wamejaribu kufanya mbinu, kila mbinu, lakini imeshindikana. Pako Mzuzu wa bado anawafunga kila wanapokutana. Alishawahi kusikika shabiki wa Simba kindakendake akisema kwamba sisi tunashindwa kuwafunga Yanga ni kwa sababu ya uwepo wa pakome pedro Zuzua. Alipoulizwa kwa nini unasema hivyo, shabiki huyo alisema pakome zuzua ni wachezaji watatu kwa mmoja, yani wachezaji wa simba uchukue watatu, pakome awe mmoja zuzua chekeshe Yanga hawachekeshi. Kanyaga fukia fukia, mbinguni. Ni poko Mzuzwa anawanyanyua tena, wananchi anawanyanyua Young Africans uka, linatengenezwa shambulizi, akajaribu kuupiga, lakini tazama kilichokuwa kinaonekana kwa upande wa Simba walikuwa nadhani kama ameotea hivi lakini mtego wa kuotea ulikuwa umezuiliwa na mmoja kati ya walinzi ambaye alimuweka salama, Maxim Pianzengeli akacheza golikipa kipa yule ulipunguzwa kasi akau. Maswali yanakuja, je, nani atakuwa mbadala wa Koko Mzuzua? Atakuwa Clement Francis Mzize au atakuwa Prince Dube au atakuwa Maxim pia Nzengeli. Mimi ninakuomba unifuatilie katika chaneli yangu ya Kombo Media. Mimi ni Ari Zekin. Na nawatakia siku njema.